Ili uweze kujua kwamba nitatokaje hapa chini, nitafikaje hapa. Ukishafika hapa juu, napo unatafuta kiwango, ushauri wa kiwango hichi ili ujue utatokaje hapa ufike huku juu. Kwa hiyo usifikirie kwamba kila kinachoandikwa mtandaoni ni lazima uwe nacho, ni lazima ukifanye. Fikiria tu na chagua maudhui yako mengi sana, chagua yale ambayo yanahitajika, yana kwa sasa hivi kwenye ngazi ulionayo usipate pressure ya vitu ambavyo vimeandikwa, chuja na angalia kitu ambacho kitakufaa kwa sasa hivi. Habari, jina langu ni Jasmeen na hii ni Success Path Network. Each one, teach one. Kuna mtu ameuliza kwamba anawezaje kuanza bila kitu. How can I start without money, without anything? Sasa wewe kama unayenitazama hapo, unaweza ukamjibu vipi mtu huyu? Sasa mimi nimemjibu kwamba ni ngumu sana kuanza kama hauna kitu, kwa sababu kila kitu kitahitaji pesa. Ukitaka kusafiri labda kutoka sehemu moja au kwenda sehemu nyingine, utahitaji pesa, ukihitaji kula utahitaji pesa, ukihitaji kununua kitu chochote utahitaji pesa. Kwa hiyo ni muhimu kama ndo unaanza, labda tuseme wewe ambaye umetoka chuo labda ndo umeingia mtaani unataka kupambana au ni mtu ambaye yuko kwenye miaka yako ishirini, yuko kwenye twenties, unataka kupambana ili baadaye ufike sehemu fulani, ni muhimu sana kutafuta kazi. Kama sio lazima uajiriwe, unaweza ukajiajiri au unaweza ukaajiriwa, na sio lazima upate kazi ambayo ni ya ndoto yako, upate tu namna ya kuingiza kipato, uingize kiasi chochote ambacho kitakidhi mahitaji yako kwa sasa. Kwa hiyo kusema kwamba utaanza bila kitu Hapana, lazima utahitaji pesa. Kwa utafuta namna ya kuingiza pesa. Ukishapata pesa unaweza uka, ukatenga muda ule muda wako wa ziada ambao uko nao ukafanya kitu ambacho kitakuingizia pesa ya ziada. Ukatafuta side hustle ufanye au unaweza ukatumia huo muda wa ziada kusoma, ukaongeza ujuzi mbalimbali mbali. Ujuzi sasa hivi unalipa sana imagine, kama utaongeza labda ujuzi labda speaking skills ukajifunza public speaking ukajifunza sales ukajifunza graphic designing ama skills zozote zile ambazo unajua kwamba hizi skills zitakuja kunipatia kipato baadaye. Kwa hiyo ukijumlisha ule mshahara wako labda ukajumlisha na pesa ambayo utaipata kwenye skills, ujuzi utakulipa kwa sababu utapata pesa kupitia ujuzi huo. Kwa hiyo utakuwa unaongeza kipato chako na utaanza kupiga hatua kubwa. Tatizo sasa linakuja kwamba watu wengi tunataka kufika huku juu kabla tujaanzia hapa chini. Kwa hiyo mafanikio siku zote ni hatua. Uwezi kukimbilia kufika huko juu, ukavuka hii hatua ya chini. Na sasa hivi na mitandao ya kijamii ilipokuwa, kila mtu anaongea kitu chake, kila mtu anajadili anachokijua yeye, lakini lazima ujifunze kuchagua. Jifunze kuchagua kitu cha kusikiliza. Unajua kwamba nini nakihitaji kwa sasa hivi na nini ni muhimu kwangu. Chukua ushauri kulingana na kiwango chako. Mtu hauna pesa, hauna kazi ni lazima utafute kazi uweze kusema. Hauna pesa, hauna chochote, alafu unataka labda ununue gari ununue nyumba, itakuwa ni ngumu. Kwa hiyo hakikisha uko ngazi ya chini, tafuta ushauri wa kiwango hichi, ili uweze kujua kwamba nitatokaje hapa chini, nitafikaje hapa. Ukishafika hapa juu, napo unatafuta kiwango, ushauri wa kiwango hichi, ili ujue utatokaje hapa ufike huku juu. Kwa hiyo usifikirie kwamba kila kinachoandikwa mtandaoni ni lazima uwe nacho, ni lazima ukifanye. Fikiria tu maudhui yako mengi sana, chagua yale ambayo yanahitajika kwa sasa hivi kwenye ngazi ulionayo. Usipate pressure ya vitu ambavyo vimeandikwa, chuja na angalia kitu ambacho kitakufaa kwa sasa hivi. Na nakuhakikishia tu kwamba ukiwa na juhudi utafika mbali, juhudi zako zitakusaidia sana na utaweza kufika mafanikio ambayo unayataka, na sio siku moja mafanikio yanaenda kidogo kidogo. Pambana kidogo kidogo tu, utajikuta unafika huko unakopataka. Kwa hiyo usipate presha za watu wa mtandaoni, anza kidogo kidogo na wewe utafanikiwa, na utafanikiwa, utafika yale mafanikio ambayo unayataka. Kama video hii imekusaidia kwa namna moja au nyingine, tafadhali share na wengine ili na wenyewe waweze kujifunza. Hii ni Success Path Network, each one, teach one.